Ili kwamba leo ni leo jini Dar es Salaam katika masumbwi, ambapo katika ukumbi wa Travelntine mabondia Saidi Mbelwa na Ibrahim Tamba wanatarajiwa kuzipiga katika uzito mwepesi. Hebu usikiliza basi tambo zao kuelekea pambano lao la leo. Hiyo ilikuwa ni jana Ye umi umeenda ko waweza ka kanisumbua. Mimi kijana nikiwa kama Ibrahim Tamba, maandalizi, nimejiandaa vizuri. Tunaondoka vizuri tu vile e, ambavyo watu wanavyotaka na watu wanavyopenda. Said Mbelwa ndiye ambaye avumiza kichwa. Mimi sitofanya vibaya, kwa sababu nimefanya mazoezi ya kutosha kupigana na Ibrahim Tamba, sio sio kupigana tu, ni kumpiga yeye kwa sababu nimeandaa kabisa kipigo cha kumpiga KO raundi ya 5. Asipofika raundi ya 5 basi raundi ya sita au ya sita basi hapo ina maana iko kwa point, basi afadhali apewe yeye. Lakini nimeandaa kipigo cha kumpiga Ibrahim Tamba TKO raundi ya sita au ya tano. Hawana pressure, hawana sukari, wapo vizuri tu, watacheza vizuri tu ngumi, na mimi mwenyewe nitakuwepo vizuri tu, nitaangalia vizuri vipimo, vyote tunavyo, hakuna shida uzito ambao unakubaliwa kwa ubingwa wa light heavy, ya uzito wa light heavy ambao ni limit kilo 79. Kwa hiyo hawa tunapigana pambano kuu wa ubingwa wa Tanzania unatambuliwa na PSC katika uzito wa light heavy, itakuwa ni raundi kumi za kupigana, kila raundi itakuwa dakika tatu na raundi moja kupumzika. kusema maandalizi yameshakamilika 90%. Kwa hizo zilizobakia hizo kumi nadhani ni za kutimiza tu masaa ambayo yamebakia ya kwa sasa hivi ili kuweza mchezo wenyewe uweze kufanyika. Ha, mashabiki, nachoweza kusema ni kwamba tumewaletea watu ambao nadhani walikuwa wanawasubiri na muda mrefu waone wacheze kati ya Saidi Mbelwa na Ibrahim Tamba. Kwa hiyo waje kwa wingi, waje waone mchezo ambao wanaupenda.